Unaweza kuwa mmoja wapo watu wanaojiuliza unawezaje kupata namba ya NIDA? Unaweza kuwa na maswali hayo kichoni mwako. Unaweza kuwa umestaki kwenye kitu ambacho cha muhimu na unahitaji kukiaccomplish -kuki lakini umeshindwa kutokana na kujua namna ya kupata namba ya NIDA. Ni njia rahisi ambayo unaweza kutumia simu yako ukiwa mahali popote pale. Kama unatumia simu yoyote line ya Vodacom, ya Tigo, ya Airtel, Zantel, Halotel zote, twende kwa pamoja kwa njia hii step by step nitakuonyesha. Kwa mimi natumia Tigo, kwa hiyo nitakuonyesha kwa njia ya Tigo, na njia zote pia natumia njia hii pia. Kwa hiyo kwenye line yote ya Tigo unaweza kwenye line yote ya mtandao unaweza ukatumia na uka, uka accomplish swala lako kwa pamoja, step by step, na utaweza kufanikisha swala lako ndani ya sekunde kadhaa tu. Kishaingia kwenye simu yako kama hivi unabonyeza nyota mia na hamsini nyota zero moja really, okay. Kisha chagua Tigo, kisha chagua Tigo, unachagua jihudumie namba sita Kisha chagua namba sita unachagua pia namba sita tena huduma kwa wateja Chagua namba sita huduma kwa wateja, unachagua taarifa zangu za usajili, inakwambia ingiza namba yangu ya namba yako ya siri ya Tigo Pesa au Mixx by Yas. Namba yangu hii hapa ya Kama unavyoona ndugu, wiso, maelezo yako ya usajili ni namba ya NIDA hii hapa, tarehe ya kuzaliwa hii hapa, kata ya kuzaliwa Katangara Mbele, mahali pa kuzaliwa hapo. Kwa hiyo ni njia simple ambayo haihitaji mambo mengi hivyo tu. Asante sana kwa kunisikiliza, siache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili wengine waweze kupata comment kama hizi, na muda mwingine tukiweka, kuna vitu vingi vinakuja ambavyo ni zaidi ya hivi ambavyo vinakusumbua kichwa: mambo ya leseni za biashara, mambo ya BRELA, mambo ya kuomba tenda, mambo mengi ambayo yanakuja. Kwa hiyo stay tuned kwa kusubscribe, ili kusudiwa kwanza kupata updates zetu.